Aya, nafikiri tukua tumeenda kusali kidogo. Sasa wacha tumalize yale maswali, kwa sababu kama mnavyojua <laughs> kwa eh, ni kwamba sisi Waislamu huwa mambo mengi sana tunawekelewa na ingine hata hatufanyi. Kwa hivyo ilikuwa ni bora sana eh, list ule anataka kujua mambo yetu, basi tuweze kumjibu vile tunavyoweza. Sasa swali la mwisho, uh, unasema ni la mwisho ama ni bado ziko kama ziko zikuja tu, umekumbuka ingine. Sijui kama maiki inafanya mzuri. Katika upande ya ndoa, upande ya Uislamu tofauti na Wakristo, kwa sababu katika katika Ukristo mzazi ndio anayetoa mali. Katika Uislamu e, msichana ndio anaitisha ile kitu anataka. Msichana ndio anaitisha ile kitu anataka. Msichana ndiye, ana, ana, ana, anaitisha ile kitu iko. Hapo wengine watafanya nini? lakini hiyo mali ataitisha bwana sasa ni ya huo msichana. Akitaka kupatia wazazi wake, kwa mfano, amekuja akasema mimi mali mimi mali yangu mimi nataka laki tatu na kuwa njima. Obvious. Kwa hivyo katika Uislamu ma, mahari sio mali, mahari ni ya msichana mwenye kuolewa. Msichana mwenye kuolewa hawapewi mali, kuna mahari. Mahari ni kuna mahari na kuna mali mali msichana wako akiolewa na Muislamu, yaani huyo msichana atapewa mali. Sasa hiyo haitwi mali, hiyo inaitwa mahari. Mahari ni rorasio kitu mama msichana anaitisha akiolewa, lakini mali ni ile ya wazazi. Sasa huyu ndio anauliza, mimi nimeolewa nikiwa binti, nimeitisha mume wangu mahari yangu, amenipa chenye nimeitisha. Wale wazazi na wao wamesema, si umechukua msichana wetu, sisi na sisi tunataka hiki na hiki na hiki. Hicho ndicho wauliza, kama atapelekewa sasa. Mahari katika Uislamu haipewi baba wala mama, inapewa mwenye kuolewa, yeah. mahari mali katika Uislamu siyo ya lazima katika Uislamu, cha muhimu katika Uislamu ni mahari, tunaelewana vizuri na hakuna ndoa inaweza kapita bila mahari, na mwenye kupewa mahari ni mwenye kuolewa, ila mali ni jambo la ziada ambalo mzazi anaweza kapewa, lakini sio la lazima katika Uislamu ni msichana bado akiolewa na mimi nikiolewa na Muislamu nikiwa mkubwa, sasa huyo wa pili kwenye ao haizi pelekea wazazi wangu waazima. Najua sisi watu sisi tunasemanga ule mkubwa lazima kwanza yeye aanze yafukie huyo. Sasa hiyo haiwezekani. Sasa unajua kuna vitu mbili hapa, kuna mila na kuna dini, nakuna dini. Dini sasa dini, hakuna vile taperekana na mila, sababu sasa hiyo ni kimila. Sasa mshana wa kwanza mpaka apelekewe mahali niwafungulie wale wengine wako nyuma. Sasa dini iko strict, Mungu ile kitu ameweka, ameweka eh? Nandionaona sasa, hata kama hiyo maneno naniambia ati mchana wa kwanza mpaka, kwa sababu katika Uislamu tunaambiwa tuoe wale ambao tunowapenda. What if huyo wa kwanza au wa pili hajapendo, aliopendwa ni huyo wa mwisho watu wengi tu hata ukiwa binadamu eh, jana yangu uwezo msichana, nitakuja kuwatembelea siku moja na nyinyi mfurahi kama wazazi, na sitasema ile kitu atalete, hapana, nitakuja tu niwatembelee kwa sababu tumekuwa familia moja, sio eh? Nitakuja nitembee nyingine, nikuja na kitu nzuri ile. Kwa hivyo na, yani, katika ndoa tunasemaga iishaji Naendelea tu polepole pole tu. Naendelea tu. Eh. So mshakuwa familia moja kwa hivyo vitu nyingi mnasaidiana kuliko mambo ya tumeletwa pesa ama. Ndio ni process, eh. The process kubwa sana sana. Ni kuja kwa Uislamu. Kitu ya Muislamu. Ya uh, ya. Sasa hiyo ni propaganda na hiyo ndio watu wanaambiwa hivyo. Unajua akutuka aku naye akuchagulii, kwa hivyo wanaweza kusema kitu yoyote. Na wakati ni anza, nilikueleza tumeekelewa mambo chungu mzima <laughs> tumesingizwa mengi. Waislamu ni watu wa kuabudu majini. Waislamu wanaabudu Muhammad. Waislamu wanakamua maiti wanapiga naye mchele ya maji ya maiti mm. Eh, ukitaka kusilimu usijui, unatoa nguo zote, unapigwa mayai saba mm -hmm. Yani yote maneno tu, unajua hata unajua, ukitaka kuua umbwa lazima mm. umwekelee eh, nini ule umbwa, jirani wewe haumpendi um, unataka mm -hmm. muue umbwa, utaanza kusema ule umbwa anakuja hapa anakula mayai ya kuku yangu, alikula mayai tano juzi, zaidi nikimpata unaona. So sisi tunaekelewa makosa hata kitu ambaye hata hatifanyi eh Waislamu eh? Ni wauaji mm? Wanaua sasa mm. Inakuwa so, mi, mm. Ni story tu ya hakuna, hakuna kusomewa Qurani huyo ni mtu ama umepata pengine yule Muislamu pengine akasoma dini. Ufai ate nimechukua kitu changu ate nikusomee Qurani. Bana eh? Kwa nini usomee Qurani? Kama, kama wewe umechukua kitu yangu eh, tunajua hiyo ni wizi, sio? Hmm. Na kuiba ni mbaya. Ni mbaya. Kwa hivyo usifai nichukue kitu yako. Umekatazwa katika Uislamu kuchukua kitu cha mtu. Uislamu kama umechukua kitu yake hawataka kuachia Mungu. Kwa nini Mungu atoshi? ya Waislamu na, eh? Na pia kazi ya Quran hmm. Si nino, nino. Hiyo Mwenyezi Mungu anatuambia kwa kwamba kazi ya Quran ni ponyo, ni tiba, mela vizuri hmm. Sasa lakini sasa wasiokuwa waislamu sasa wamebadilisha kauli hii ya kusema ki... Ukimuifanyia Muislamu kitu kibaya, ukimuibia, utasomewa Qur'ani kama vile mwalimu wangu anasema hapa, utakuwa kichaa. Qur'ani, sio kazi yake hapa, sio kazi yake. Ndio unaona katika Uislamu kama kuna watu wana judgment mzuri ni Waislamu na saa hii. Anyway, kwa bahati mbaya ama bahati nzuri, hakuna nchi ambaye imesimamisha kwa sababu ya dunia vile inaenda lakini sheria ya Mungu inabaki pale pale. Kwa mfano, mwizi akiiba mtu ameiba na... mimi wanachomwa mi, mi, mi na wale wanalia wamemshika, ni Wakristo sio Waislamu, wanamkamata ni Wakristo, wamemshika huo mwizi ameiba ameiba simu, wamemshika ni Wakristo arubaini na wengine wanapigwa risasi. Tunaona sasa, katika Uislamu sheria ya Kiislamu inasema hivi, mwizi akiiba akisikwa amepelekwa kwa kai kiongozi eh? Anaenda pale anaambiwa, ana wewe, anaambiwa wewe umeiba. Jaji, jaji, ni jaji ni, ni, si seme ni jaji useme si jaji. Anapeleka kwa jaji, jaji ndio atamhukumu yule mtu. Akishahukumiwa kwanza, hahukumima hivyo, wanaangalia huyu mtu ameiba juu ya nini, kwa sababu mtu mwingine anaweza kuiba kwa sababu ya njaa, hajakula kitu, si ndio? ameimba pengine ashi ama ameiba apelekee pengine watu wake, au aliomba omba eh, watu wakamnyima eh. unaona sasa, unaona sasa, mm haikimbilii -hmm. tu namna hiyo sasa. Ikionekana ule mtu ako na makosa, jaji anatoa hukumu, sheria ya Kiislamu akatwe mkono, si auawe. Yes, na hiyo ndio ilikuwa sheria ya Musa, wakati ya Musa. Ndio unaona, Yesu anasema hata katika Mathayo, mkono wako ukikosesha eh, afadhali afadhali ukate eh kuliko kuweka mwili yako yote, mm. yeah. mm. uitoe uitupe mm. eh, kuliko hii mwili yako yote ile kaangamizwa katika no, sasa? Mm. So mkono nakatagwa hapa, si mkono mpaka huko juu, nakatagiwa hapa yeye amesha kuwa na alama katika mtaa. Ikionekana bado wanaendelea apelekwa tena tena tena, rudishwe kule kwa kadhi. Bado anaendelea kuiba tu, hajawacha atakatwa hii nyingine eh. Lakini yako hai sitaishi, huishi, ataishi. Kwa hivyo sheria ya Mungu haijasema ati mwizi ukimuona tu unamuua mwizi. Yule anauawa ni yule mwizi, pengine ni jambazi amekuja na bunduki eh, kuhatarisha maisha wengine, kuhatarisha mpaka maisha watu wengine, huyo sasa ndio anauawa huyo lakini huu mwizi mwingine, pahali usiende hapo, sababu ukiingia kwa hiyo group, usiku moja mulichoma mtu fulani mtu Muislamu akiua mtu, kuua mtu katika Uislamu adhabu yake ni kubwa sana. wewe Eh, ni nani wewe? ni si kweli? misabmiasabaarobaibliao thalathii na biliaiibithalathii na ah, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rahma na mwenye kurehemu. Kwa sababu ya hayo tukawaandikia wana wa Israeli ya kwamba atakemuua mtu bila yeye kuua mtu, Sheria imetoka au bila ya kufanya fisadi katika nchi, uh -huh, basi ni kama ameua watu wote. uh -huh. na mwenye kumwacha mtu uh -huh. na mwenye kumwacha mtu hai kumse, yani kumsaidia kuishi uh -huh. ni kama amewacha hai watu wote. Paka na saba thelathini. Oh, kwa jina la Mwenyezi Mungu Mwingi na, na, na uhum. Uhum. Uhum. Mwenye kurehemu, wala msiuwe nafsi ambayo Mwenyezi Mungu amekataza kuiua, yoyote ambayo Mwenyezi Mungu ajasema iuawe, isipokuwa kwa haki. Haki lazima itumike, akahukumu hakimu kuwa mtu huyo anastahili kuuawa na akatoa amri ya kuuawa. uh -huh. Na mwenye kuuawa kwa kudhulumiwa yani, Mungu anasema h uh

Hiyo ingine uimalize tu yote. Kanzu ni vazi tu, lakini ni mavazi yenaheshima, ni mavazi manabii walikuwa wanavaa, hata ingawa yao ilikuwa mzito kidogo hata rafiki, si munaonaka sinema ile za Yesu da, nani, Moses na Mosesi naaki uwezi kuona mtu akiwa hivi na anafanya eh lakini kanzo, kanzo eh, ni nguo ngu ya heshima na na hata Bibilia inasema kanzo ni nguo ya heshima, lakini Mungu naye angalii hii, anaangalia wapi? Hapa ndani kwa sababu naweza vaa hii na pengine hapa ndani moyo na vitendo eh, moyo na vitendo zangu ni mbovu, kwa hivyo hii haingalii sana kumi na inekumi na sita inasema, mwalimu wangu ataivaa ile kanzu takatifu ya kitani, atakuwa na zile suruali za kitani mwilini mwake, atafungwa ule kanzu ya kitani, tuseme kanzu eh, na atakuwa na nini? ataivaa il ataivaa ile kofia takatifu ya kitani, atakuwa na zile suruali za kitani mwilini mwake, atafunga ule mshipi wa kitani, naye atavaa ile kofia ya eh, kitani. Hayo ndiyo mavazi matakatifu. Soma kitabu cha Kutoka arobaini, arobaini ngapi? Mm, e, uone nne, soma arobaini kumi na nne. Uone kama nitakumbuka hiyo Haruni. Mm? Oh, arobaini kumi na nne. Inasemaje? Kisha utawaleta wanawe. Unasikia Haruni anaambiwa na atalete wanawe. Na kuwavika kanzu zao. Unasikia hata watoto walikuwa wanavalishwa kanzu. Eh? Na mama anavaa, na watoto wanavaa, unaona vijana wetu wanavaa wana na sisi tunavaa. Eh, na wanawake wanavaa buibui kama Mariamu. Hata nyinyi mnavaa ukaka kama kama Mariamu. Ndio, hata ile sinema mnaonaga? si mnaona wanawake wanakaa kama Mariamu. Sasa inatakana mvae hivyo. Sasa, ukiangalia siku hizi, town, hata utashangaa. Watu siku hizi, wanawake, wameamua kwenda uchi. Ni kweli? Eh e, wameacha. Na Biblia inasema basi nataka wanaume wasalisha kila mahali. Kitabu cha ya Timotheo wa kwanza 2:8. Nane hey. Naenda kusoma nyumbani. Mm-hmm. "Basi nataka wanaume salisha kila mahali, huku wakiinua mikono iliyotakata, pasipo hasira wala majadiliano. Vivyo hivyo na wanawake wajipambe na kwa mavazi ya kujistiri pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi si kwa kusuka nywele tena wanaambiwa usisuke nywele nywele sana sana zile zinazungumziwa ni hizo watu wanaongeza eh ambaye hizo wanaongeza inasemekana wanawake wanamkosoa Mungu aliyewaumba kwa nini anaweka kitu ambaye Mungu hakumpatia sasa Mungu anakasirika na vitu kama hizo eh hizo makonge makonge kwa sababu ile nywele original yako hata ukifanya hivi

Hata hata wanawake wanawake nguo za troza na na wengi wanavaa wanavaa kweli. Eh, Nafuta mtu wengine ule ni mwanaume. Labda sasa mwangalie pande ya mbele ndio pande ile. ni ni nani na mw... ne, musiana, ni nani? Na ah, inasema mwanamke asivae mavazi mwanamke, mavazi mwanaume. Ndio naona sisi wanaume tuvae skirt. Eh? Hey? Na tukavaa ile bikini kwa sababu tumekatazwa tusivae mavazi ambayo inafanana na wanaume, mhm eh, wala mwanaume asivae mavazi ya mwanamke eh, mwanamke eh, asivae mavazi ya mwanaume. Lakini siku hizi wanawake wameacha mavazi ya asili yao ya wanawake, wanaume, lakini, wanawako, asini, wanawake wanavaa mavazi ya wanaume na kitabu inakataa. Mungu anasemaje kuhusu hiyo maneno? Kwa maana kila afanyaye mambo hayo ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Unaona? na ikataa uliambia ukivaa mavazi nafanana mwanaume naukiza Mungu hivyo Mungu wewe. Lakini wanawake so, mambo mengi imekatazwa, lakini watu kitu watl a boma, mama wa boma, wewe ni jirani. Kama uko hapa karibu, huu ni jirani yako. Hapa tuko Jirani yako na hao wengine wote hao ni majirani zako wote hao. Jirani katika Uislamu ni unahesabu nyumba 40. Kwa hivyo upande huu upande wa kulia unahesabu nyumba 40, upande wa kushoto unahesabu nyumba 40, upande wa mbele unahesabu nyumba 40, upande huu mwingine unahesabu nyumba 40. Hiyo ndio jirani eh, <tokotitra> eh ah, basi ni jirani, ni majirani zako hao, wote ni majirani zako kwa mujibu wa Mungu. Mungu anataka majirani hao wote ni majirani, na ufai kuwa na shida na majirani wako wanafaa kuangalie, na iangaliwi dini ni dini gani, ni dini gani, yeye ni Muislamu? Jirani ni jirani, jirani ni jirani. Sababu kwa sababu hata kama yeye ni Mkristo na mbonyo, jirani yako ni Muislamu, ukiwa mgonjwa, hata kimbia kuita mtu mwingine, atakuja ongaonge mlango wako, akuchukua kupeleka hospitali. Na kama naye ule ni Muislamu na jirani yake ni Mkristo na ameshikwa na ugonjwa, atakuja hapa kwa kwa, atanini, amchukue mpeleke hospitali. Mambo mengine ifuate baadaye.

Hey, sasa kama ni mwizi amekuja usiku, lakini hao uko nao majirani wema unaishi nao hapa. Sasa hao ni majirani, naangaliana, mnauona, naangalia uko salama, anaangalia kama kuna shida, namna hiyo, namna hiyo. Kwa hivyo majirani tunasema watu wakae kama majirani, wakae kama ndugu. Uwe muislamu, uwe mkristo, uwe baniani, uwe una dini na Mungu, wataenda kuulizwa na Mwenyezi Mungu, hawa wanapata dhambi